Helo, mambo vipi? njia tano za kuweka au kutunza akiba. Njia tano za kuweka au kutunza akiba. Njia namba moja, akaunti ya akiba ya benki. Hizi ni akaunti ambazo kwanza zina usalama mkubwa, kwa sababu zinakuwa kwenye mfumo wa benki na zinakuwa na bima, hivyo sio rahisi kupoteza pesa yako, lakini changamoto yake zinakuwa na riba ndogo. Ukiweka pesa yako, utegemee ukuaji wa hiyo pesa kwa asilimia ndogo sana, tofauti na ukiweka kwenye sehemu nyingine. Na kwa kawaida inafaa kwa akiba ya dharura au malengo ya muda mfupi. Ukiwa unataka kutuza akiba yako ya dharura au ile akiba ya malengo ya muda mfupi, unaweza ukatumia akaunti hizi za benki za akiba kutuza pesa yako ikawa salama na baada ya muda fulani ukaitoa na kuendelea na shughuli nyingine. Lakini njia ya pili ni kutumia vikoba. Vikoba kwanza kabisa vina kujengea nidhamu ya fedha, yaani kama ulikuwa hauna tabia ya kuweka fedha ya ya kama ulikuwa hauna tabia ya kuweka akiba, trust me, jiunge vikoba, utajijengea nidhamu ya kuweka akiba kwa sababu kwenye vikoba hata kama ulikuwa huwezi kuweka akiba, kwa amri na utaratibu na sheria ndogo ndogo ambazo vikoba wa, vikundi vingi vya vikoba wamejiwekea unamforce kila mtu kuweka akiba badala ya ndani ya kipindi cha muda fulani. Kwa hiyo ni lazima tu utaweka akiba hata kama ulikuwa hauna utaratibu huo, lakini changamoto ya vikoba ni kwamba faida yake ni ndogo na usalama pia mdogo usalama kwa kweli kwenye baadhi ya vikoba vya vikundi usalama umekuwa ni mdogo sana kuna wengine wanaweka akiba lakini mwisho wa siku unakuta watakwambia mwaazini kafariki ka, ka, ka, ka, ka kaondoka na, na sanduku la pesa. Japo ni zamani, lakini sasa hivi vikoba vingi vipo kidigitali, usalama umeanza kuwa ni mzuri. Na ni kikoba koba, ni kwa ajili ya watu wote. Tuondoe ile dhana ya kusema vikoba ni kwa ajili ya wanawake. Hapana, vikoba ni kwa ajili ya wanawake na wanaume, kwa sababu wote wanajijengea nidhamu ya fedha na wanaweka akiba ambayo mwisho wa siku inawasaidia wao wenyewe na vikoba vinafaa hasa kwa wale wenye kipato kidogo na cha kati eh, wana uwezo wa kuweka akiba zao huko na kukuza, kukuza mtaji na kufanikiwa kwenye malengo ambayo wanakuwa wamelenga. Njia ya tatu ni mifuko ya uwekezaji. Hapa nazungumzia UTT na mifuko mingine. Uzuri wa hii mifuko ya uwekezaji ina riba kubwa na inaongeza au inakuza mtaji kwa muda mfupi. Ukiweka pesa yako au akiba yako kwenye hii mifuko ya uwekezaji utashuhudia ukuaji uweke, wa mtaji wako kwa asilimia kubwa, na ni sehemu ambazo usalama ni mkubwa na pesa yako inakuwa kwa muda mfupi. Changamoto ya hii mifuko ya uwekezaji ni kwamba inahitaji elimu e, ili utumie na uweze kuwekeza kwenye hii mifuko ya uwekezaji, ni lazima ujifunze, ni lazima upate elimu ya kutosha, maarifa ya kutosha, ili uweze kujua kila kitu kuhusiana na hii mifuko. Na kumbuka, tuna siku zote tunasema kwamba hautakiwi kuwekeza kwenye biashara au kwenye sehemu ambayo hauna maarifa nayo hauna ufahamu nayo na na na knowledge nayo. Kitu cha kwanza, kabla hujawekeza hujafanya biashara, hakikisha unaijua hiyo sehemu vizuri na unajua biashara vizuri kabla haujaweka pesa yako. Lakini uh, sehemu hizi za, za, za, sehemu hizi lakini mifuko hii ya uwekezaji inawafaa hasa watu ambao wanaweka akiba kwa muda wakati hadi muda mrefu. Hapa nazungumzia miaka kuanzia miwili, mitatu, minne, mitano hadi kumi na kuendelea. Hawa ndo watafaidika na watashuhudia ukuaji wa, wa eh, akiba zao kwa muda mrefu. Sehemu ya yani nne ni dhamana za serikali. Dhamana za serikali, hapa nazungumzia hati fungani hati fungani. Kwa kawaida ni sehemu ambazo zina riba zuri na usalama pia ni mkubwa. E, ukiweka akiba yako ukiweka kiasi chako kwa maana ya akiba kinakuwa salama, lakini pia riba ni nzuri. Riba ni nzuri ambayo inatolewa baada ya muda fulani. Kwa hiyo, cha kwanza hatifungani au hizi dhamana za serikali zinakuhakikishia usalama e, usalama wa akiba yako lakini pia zinakupa riba shindani, riba nzuri ambayo inapelekea ukuaji wa, wa mtaji. Kwa sababu cha kwanza hatifungani zinakulinda dhidi ya mfumuko wa bei, lakini pia ili uweke akiba kwenye hatifungani fungani, cha kwanza natakiwa uwe na kiasi kikubwa cha pesa na uweke uwe na malengo ya muda mrefu. Hauwezi ukaweka akiba kupitia uh, uh, hatifungani lakini afu huwezi kuweka akiba kupitia hatifungani ukawa na malengo ya muda mfupi, au ukawa na kiasi kidogo, kitu ambacho itakuwa ni changamoto. Njia ya tano ni ushauri. Cha kwanza kabisa ili ufanikiwe hizi njia nne ambazo nimezisema hapa, cha kwanza kabisa ni lazima uanze na kiasi kidogo na uongeze polepole. Usisubiri uwe na kiasi kikubwa ili uweke akiba, anza na kiasi kidogo kidogo na utaongeza kiasi polepole pole. Lakini pia ushauri wa pili, gawanya akiba yako katika sehemu kuu tatu yaani akiba ya dharura, malengo na uwekezaji. Akiba haitakiwi iwe kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa ujumla. Ni lazima ugawanye akiba yako kwenye sehemu tatu: malengo na uwekezaji lakini pia akiba ya dharura. Lakini pia ushauri mwingine, hakikisha unaweka kiasi maalum kila mwezi. Kama umeamua kuweka akiba, basi hakikisha umeseti kiasi cha kuweka kila mwezi au kila wiki au kila mwaka. Kama ni milioni mbili, hakikisha kila baada ya huo muda unaweka milioni mbili. Sio le umeweka mpango wa kuweka milioni mbili, lakini leo mwezi huu unaweka elfu ishirini, alafu najifariji kabisa kwamba kikubwa akiba eh, kikubwa na mimi nimeweka chochote kitu. No, hiyo sio akiba. Kama umepanga kuweka milioni mbili, weka milioni mbili kila mwezi. Kama umepanga kuweka laki tano, tano, tano weka laki tano tano kila mwezi. Lakini ushauri wa mwisho, fuatilia ukuaji wa akiba yako kila siku. Changamoto ya wengi saizi, mnaweka akiba, mnawekeza sehemu tofauti tofauti, lakini haufuatilii nini kinachoendelea kwenye pesa yako uliyoiweka. Kumbuka tunasema uwekezaji ni kama umepanda mti umepanda mbegu, ni lazima ufatilie ukuaji wa ule mmea unaoota na uweze kusimamia na kukupa matunda yale ambayo uliyadhamiria. Sasa ukiwekeza, ukiweka akiba huko na kuacha na kutelekeza, maana yake mwisho wa siku unaweza ukapoteza mtaji wako pasipo kujua. Hakikisha unafata hatua hizo tano, na hakikisha unazingatia yote ambayo tumefundishana. Basi kwa leo sina la ziada, na kama ni mgeni kwa chaneli hii hakikisha una subscribe na unabonyeza alama ya kengele ili usipitwe na video nyingine ambazo tunaendelea kufundishana siku hadi siku. Asante kwa kuwa nami kuanzia mwanzo hadi mwisho wa mw video hii. Tukutane posti ijayo.